Sasa siku ya leo nitaenda kutoa ushuhuda na ushuhuda ambao ulinipelekea kuandika hiki kitabu kinachoitwa Uponyaji kutoka Mbinguni, siri jinsi gani mtu yoyote anavyoweza kupokea uponyaji kirahisi. Na katika hiki kitabu nimeandika siri za jinsi ambavyo wewe ama mtu yoyote anaweza kupokea uponyaji kirahisi kabisa akiwa ndani kwake akiwa nyumbani kwake na haya ni mambo ambayo Roho Mtakatifu amenifundisha kwa muda fulani, na ushuhuda huu ambao nitakupa leo ndio sababu mojawapo kubwa ambayo inipelekea kukiandika hiki kitabu. Na kimsingi, mwaka 2021 nilikutana na changamoto ya mgongo wa sasa, mgongo wa chini, maeneo kwenye kiuno hapa. Ilikuwa ni changamoto ambayo nikikaa hivi kwa muda fulani napata shida, napata maumivu na ilianza pole pole kama tatizo tu dogo na maumivu kiasi, lakini kadri siku ambazo zilikuwa zinaenda, maumivu hayo na shida hiyo ilikuwa inaongezeka inaongezeka inaongezeka inaongezeka. Lakini kumbuka, nimezaliwa mimi, nyumbani kwetu wameokoka, na nimezaliwa kanisani, na nimezaliwa nimekulia kanisani, na kuhusiana na Mungu kuponya, uwezo wa Mungu kuniponya, hilo nilikuwa sina mashaka kabisa. Nilikuwa na uhakika kabisa kwamba Mungu anao uwezo wa kuniponya na anao uwezo wa kuponya mtu yeyote. Yaani, kuhusiana na nguvu za Mungu moyo wangu ulikuwa hauna mashaka kabisa. Lakini kuna maswali ambayo alikuwa ananisumbua moyoni mwangu, ambayo alikuwa naleta mashaka mpaka nikawa nakosa hata imani ya kuomba, hata imani ya kuombewa pia nikawa nakosa, na nikafikia nika stage ya kama kuridhika fulani na tatizo hilo kuridhika kubaki nalo kutokana na maswali ambayo nilikuwa nayo, na inawezekana maswala hata wewe ushakuwa nayo kwa kipindi fulani ama ushakumsikia mtu fulani akizungumza fa mojawapo maswali mengi ambayo nilikuwa nayo. Nilikuwa na maswali kama hivi: e, ni mapenzi ya Mungu kuniponya mimi sasa hivi kweli? Kumbuka nimekulia kanisani na mafundisho fulani fulani, unasikia unasema unasikia, labda Mungu amekupa ugonjwa huu kukufundisha kitu fulani labda Mungu amekupa ugonjwa huu ujifunze jambo fulani. Kwa hiyo nilikuwa na hilo swali, hivi ni mapenzi ya Mungu kweli mimi kupokea uponyaji? Lakini pia swali lingine ambalo nilikuwa nalo ilikuwa ni hivi, ninastahili kuponywa kweli kweli? Mungu anaweza yote, lakini hivi mimi na mapungufu yangu haya, hivi ninastahili kweli kupokea uponyaji? Nilikuwa sina ma, maswala ambayo alikuwa anakuja kichwani kwangu mara nyingi mara nyingi mara nyingi. Nyingine ilikuwa ivi kupona paka niwekewe mikono ama ninaweza tu kupona bila kuwekewa mikono yani, kuwa na maswali. Mungu anaweza kuniponya. Mungu ni hivi, nikimuomba ananisikia kweli? Sio Mungu anasikia tu maombi ya mtumishi fulani ama mhubiri fulani? Mimi maombi yangu, Mungu atanisikia kweli? Ilikuwa ni maswali ambayo anakuja anakuja anakuja. Nina imani ninawe, ya kuponywa, hivi imani ninayo kweli ya kuweza kuponywa na Hivi je, Mungu sio kwamba anautumia udhaifu huu kunifundisha kitu fulani, kwa sababu ndivyo ambao nimefundishwa. Au inakuja swali lingine mwana fulani na una, unaanza kuja majina ya watu mwana mtu fulani, paka leo bado anaumwa paka leo bado ni mdhaifu, na, na na, sadaka, na, na Mungu, na, ni mdhaifu na anakuja kanisani na anatoa natoa na anampenda Mungu na ni mwana maombi na ni mtumishi. Hivi wewe ni nani paka upokee uponyaji kama fulani ambaye ameumwa miaka mingi wewe ni nani mpaka Mungu akuponye. Kweli, uwezo wa Mungu wa kuponya nilikuwa na uhakika nao moyoni, lakini uwezo wa Mungu kunip..., nia ya Mungu kuniponya mimi ilikuwa ina mashaka, kutokana nao maswali ambayo nilikuwa nayo muda muda muda mrefu. Na ili kuthibitisha hili, siku moja, wakati niko ibadani, bado nina huo udhaifu takriban miezi sita, akaja mtumishi mmoja kanisani katika kuhubiri akamaliza, akasema nataka niombe na wagonjwa, weka mkono sehemu ambayo una shida. Nikaweka mkono na yule mtumishi akaomba, kiukweli, baada yale maombi yale maumivu yaliondoka, na nikawa na uhakika kabisa kwamba mimi nimepona. Lakini siku ile ile nilipofika tu nyumbani yale maumivu yalirudi tena. Nikasema ah, labda tu ilitokea bahati mbaya, au labda tu zilikuwa ni hisia. Lakini bado shida kubwa ilikuwa ni yale maswali ambayo walikuwa nakuja kichwani, na naamini shetani ndio alikuwa analeta maswali hivi. Unaimani kule kupona? Hivi ni mapenzi ya Mungu kuponya? Hivi mbona fulani bado anaumwa? Kwa nini upone wewe? Hivi maswali mengi ambayo walikuwa nakuja kichwani mpaka nikawa nakosa majibu, na yale maswali yalikuwa yanaletia ya mashaka ya kuweza kuomba ile hali niondoke. Najua Mungu anao uwezo lakini, je, Mungu anataka kweli nipone? Ama yalikuwa ananisumbua kusema kweli. Na ilivyofika mwaka elfu mbili na ishirini na moja mwishoni, nilikuwa na safari ya kwenda Dodoma na safari ya kwenda daa mpaka Dodoma ni takriban masaa saba mpaka nane, lakini kwa siku ile ilikuwa ni masaa nane na nikapanda usafiri siku ile nakumbuka safari ikaanza. Kumbuka, nina shida hii ya mgongo ambayo nikikaa kwa dakika kumi ama tano ama kumi na tano, maumivu yanaanza makali, ni kama mifupa inakuwa inasuguana kwa huku nyuma, yaani maumivu makali, nashindwa kabisa kuvumilia. Na safari ya ya ya ya masaa nane, natakiwa ukae kwenye gari Yani, mojawapo ilikuwa ni mojawapo ya safari ngumu ngumu ngumu ngumu kwa kuwe kutokea, kwa sababu ilikuwa na shida, unakaa muda mrefu unashindwa, una kusimama unashindwa hata kujinyonyosha, maumivu makali, unashindwa kumwambia mtu yoyote, unashindwa kufanya chochote. Ilikuwa ni mojawapo ya safari ngumu sana ambayo nimewahi kusafiri. Ilikuwa ni safari ya hayo masaa nane kutoka uh, Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini nikasafiri nikafika na nilikaa kule kwa muda fulani. Na ile tatizo lilikuwa linaendelea na kadri siku, kwa sababu ilikuwa anazidi kwenda, ilikuwa inaongezeka. Maumivu yalikuwa yanaongezeka. Uh, ilikuwa ni kukaa tu, lakini ikaenda kwa miaka miwili. Ile nilikuwa kule kwenye masomo kwa miaka takriban mingapi mi, mi kule nimekaa nakumbuka, na kwenye masomo nahitaji kufanya mitihani, mitihani masaa matatu, nahitaji kukaa na, na maumivu makali na cha kusikisha ni kwamba sikumwambia mtu yeyote, kwa hata marafiki zangu wa kule chuo walikuwa wafahamu kabisa shida ambayo ninayo. Ni kwa sababu nikawa nafikiria hata nikimwambia atanisaidia nini? Mda mwingine ukiwa kwenye changamoto, shetani anakufunga na kufungia milango, hata unashindwa kutamka kwa watu. Na pia sio tu shetani, lakini unafikiria mtu mwingine ukimwambia tatizo lako, badala ya kukusaidia, anaenda kusema kwa wengine, na unakuwa hujapata msaada wote, zaidi amekuongezea tu hali mbaya zaidi. Kwa hiyo hali ikaenda mpaka 2023. 2023 hali ikazidi kuwa mbaya sana. Yaani ikazidi kuwa mbaya kiasi kwamba nikawa nashindwa kukimbia hata hatua kumi kukimbia bila kupata maumivu makali makali makali makali. Hali ikawa mbaya sana, ule mwaka 2023 ikawa mbaya mbaya mbaya. Na ilipofika mwezi wa sita wa mwaka 2023, nikawa nikarudi nyumbani. Mwezi wa sita kuelekea mwezi wa saba nikarudi nyumbani na nikawa nasoma neno kweli, nikawa na kiwe ya kusoma neno, kujua hivi kwa nini mimi nashindwa kupokea uponyaji, kwa sababu nilikuwa najua ni uwezo wa Mungu anao wa kuniponya, ni mapenzi yake nipate uponyaji A, najua Mungu ana nguvu ya kuniponya, lakini sijui kama ni Mungu anataka niponye mimi ama ni mapenzi yake mimi kupona yale maswali bado alikuwepo. Kwa nikawa natafuta ukweli nikijua Biblia nasema katika Yohana nane thelathini nanyi na mbili ya kwamba mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Kwa unajua ni kama nikijua ukweli fulani kuhusiana na uponyaji uponyaji nitapokea. Kuna kitu sikijui. Kwa nikawa katika kusoma neno na kutafuta maarifa sehemu mbalimbali mbali, na kusoma na kusoma bado maumivu yapo, lakini unajitahidi unasoma, umekaa kama hivi dakika kumi, kumi na tano, maumivu yakiwa makali unaenda kusomea kitandani, una baada ya muda fulani unapata usingizi kwa sababu sio rahisi kusoma kitandani. Lakini utafanyaje sasa, maumivu yanazidi. Basi ile hali ikaendelea. Lakini siku moja ilikuwa ni mwezi wa nane kama sijakosea, ya mwaka 2023. Wakati nilikuwa nasoma, na kabla sijaendelea ushuhuda huu wote upo kwenye kitabu nimeuandika kwenye kitabu wote kama ulivyo hapa. Kuna vitu ambavyo naruka ruka siwezi ngavizungumza, lakini ushuhuda wote nimeuweka kwenye kitabu mwanzoni kabisa. Naamini Mungu atakubariki sana sana. Kama unahitaji kitabu ya, kwa, kipo kwa njia ya soft copy kipo kwa njia ya hard copy, naomba unitumie ujumbe kwenye uh, either comment section ama unitumie message kama, kwa Facebook unitumie message kwenye kwenye kwenye messenger ama kama kwa YouTube nitumie message kwenye comment section, na nitaweka mawasiliano pia kwenye comment. Kama unaweza kunipata kwa njia ya WhatsApp, nitaweka namba yangu hapo. Kitabu kinapatikana kwa njia ya soft copy na hard copy, na ushuhuda wote upo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mtaviruka ruka, sitaweza kuzungumza kama vilivyo. Kwa hiyo siku nilikuwa nasoma Biblia, nilikuwa nimekaa kwenye kiti, nimesoma Biblia karibia dakika kumi, kumi na tano, ile maumivu yakawa yameanza Nikashindwa kukaa nikaenda nikawa nasoma kwenye kwenye kitanda. Kitanda kipo tu pembeni kidogo ya kiti. Nimesoma kidogo, hali ya usingizi ikaanza kunijia ghafla, nikasikia sauti. Hiyo sauti mimi ukiniambia imetoka ni nje ama ni, ni ndani nitakosa jibu kwa sababu nilikuwa peke yangu, lakini naamini ilikuwa ni sauti ya ya ndani, Roho Mtakatifu anazungumza. Nikasikia hivi hivi: Besti Unadhani ni mapenzi yangu ushindwe kusoma neno langu la neno la Mungu? Ile swali ivyonijia nikashtuka, ni mapenzi yako nishindwe kusoma neno? Nikatafakali sekunde kadhaa kabla sijajibu ile swali ikanjia tena, sauti hiyo hiyo, kama sio mapenzi yangu ushindwe kusoma neno basi sio mapenzi yangu uwe na uo dhaifu, kwa sababu uo dhaifu unakuzuia kushindwa kusoma neno. Ilivyokuja ile sauti mara pili moyoni, nikatambua kwamba nima, Mungu ni mapenzi yake kamili kabisa nisome neno lake. Hiyo sina mashaka ni mapenzi ya Mungu nisome neno lake, na kama hii sauti imesema huu dhaifu unanizuia mimi kusoma neno lake basi huu udhaifu nao sio mapenzi ya Mungu. Nikawa na uhakika asilimia mia moja kwamba huu udhaifu sio mapenzi ya Mungu. Pale pale nikanyanyuka kwa sababu sasa nishajua nishapata huu uhakika. Nikanyanyuka nikaenda kwenye kiti pale pale ambapo nilikuwa nimekaa mwanzo, nikiwa na Biblia yangu nikaanza kusoma pale. Nilisoma takriban nusu saa nzima bila kusikia maumivu yeyote. Aisee nilifurahi kwa sababu nikajua kabisa hapa nime, sasa nimepokea uponyaji. Sasa nimepokea uponyaji. Nusu saa nzima bila maumivu yote, nikanyanyuka pale, nikawa nimeruka ruka nikawa na furaha kwa sababu nikawa siwezi hata kuruka. Unajua ukiruka ukido, ni, ukiruka ukishuka inakuwa ni kama unagongesha ile mifupa sio? Kulikuwa kuna shida gani. Lakini ukiruka nilikuwa nikiruka, nikiruka nikiruka nikishuka yani kama maumivu kama mifupa imegongana napata maumivu makali. Kwa nini nikuwa siwezi kuruka, yani kwa siwezi. Lakini sasa baada ya kujua eh, ni, nimepona, nimeweza kusoma nusu saa bila maumivu nikanyanyuka. Sasa nikaanza kujaribu vile vitu ambavyo nilikuwa sifasi, nashindwa kufanya mwanzoni, nikaruka ruka, sina maumivu, nikaanza kukimbia ndani, sina maumivu nikafurahi, nika, nilifurahi siku ile, furaha ambayo kwa kweli nikasema, bora hili ningejua mapema kwao nikapokea uponyaji ile siku, uponyaji kamili kabisa. Lakini baada ya baada ya wiki moja, kama siku nane ama kumi, yale ya maumivu yalirudi ya tena. Natamani story ingeishia pale tu kwenye uponyaji, lakini yale maumivu yarudi tena. Na alivyorudi mara ya, ya, ya pili, kutokana na muda uh, kama unataka ushuhuda kamili unaweza kupata kitabu hiki, na ukauona uka, uka vizuri, kwa sababu nimeandika vizuri zaidi huko yale maumivu arudi tena na arudi kwa nguvu uh, naweza kusema hata mara saba zaidi ambavyo ilikuwa mwanzo. Yani alikuwa ni makali kiasi kwamba mwanzo nilikuwa tu nikukaa, kiasi kwamba hata nikilala nilikuwa nimejilaza usiku, yale maumivu yanakuwepo, maumivu makali makali makali makali makali. Na kikweli nilihuzunika kwa sababu nikasema, sasa, ina maana kile ambacho niliki ni, ki experience kilikuwa ni nini? Hei, na maana Mungu ameniponya yani nipate uponyaji wiki moja alafu tena ugonjwa urudi, alafu tena umerudi kwa makali zaidi ambapo ulikuwa mwanzoni? Lakini maoni mwangu nikawa na uhakika kabisa kile ambacho niki experience kilikuwa ni halisi, kilikuwa ni sahihi kabisa, kilikuwa ni halisi kwa sababu yani kilikuwa ni halisi. Lakini sasa nikasema mbona hii hali imerudi tena? Lakini kwa sababu ile imani kidogo ilikuwepo kutokana na uponyaji wa mara ya kwanza, nikasema kama mara ya kwanza nilipona kwa kuifahamu hiyo kweli kwamba ni mapenzi ya Mungu, basi naamini nikifahamu kweli, nikijua hizi siri kama ambavyo inanipasa, huu ugonjwa utaondoka. Kwa hiyo safari ambayo nilikuwa nayo kuanzia mwaka 2023 kwa takriban miezi mitano ya kuzitafuta kweli na kuzifahamu kweli kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambao alinisaidia kunifundisha mimi kwa experience yangu na ugonjwa huu ambao nilikuwa nayo, na kunifundisha pia kupitia experience za watu wengine, kunikutanisha na watu wengine ndani ya hiyo miezi mitano, na kunionyesha mifano mbalimbali ya watu ambao wengine walipona, akapona baada ya wiki mbili tena ugonjwa ukarudi. Akanipeleka maeneo mbalimbali ambao sikutarajia kwenda, na ili kushuhudia na kujifunza sio tu kwangu mimi mwenyewe, lakini pia kwa watu wengine na hizi ndo siri ambazo nimeziandika kwenye hiki kitabu ya jinsi gani hata wewe unaweza kupokea uponyaji ulio katika Kristo Yesu. Ndani ya miezi mitano ule ugonjwa wa mgongo ukabaki kuwa ni historia mpaka leo unavyoongea huu mwaka elfu mbili ishirini na tano, takriban miaka miwili sina kabisa maumivu ya mgongo. Yesu Kristo ameniponya, lakini sio kwamba alikuwa hataki kuniponya mwanzo. Ni vile tu nilikuwa sizifahamu siri kuhusiana na uponyaji. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye fikra zangu, vilikuwa vinazuia mimi kupokea uponyaji ambao tayari ulipatikana msalabani. Lakini vile vitu, zile fikra, zile ngome ambazo zilikuwepo kwenye fikra na mawazo na kukosekana kwa kweli ya neno la Mungu vilikuwa ni kikwazo kwangu mimi kuweza kupokea uponyaji. Ndio maana Roho Mtakatifu akaniongoza, na kiukweli, binafsi sikuwa na nia kabisa ya kuandika kitabu wala sikuwa na nia ya kushuhudia ushuhuda wangu, lakini Roho Mtakatifu alinilazimisha, nitasema alinilazimisha kuandika kitabu na niliandika japokuwa nilikuwa sitaki kabisa, niliandika kwa machozi, muda mwingine nikisema hivi, mimi ni nani paka niandike kitabu hivi? Nani atanisikiliza mimi ni nani? Mungu, nani atasikiliza ushuhuda wangu? Mimi ni nani anijui ani mtu yoyote? Ni kijana tu, nimezaliwa miaka kadhaa iliyopita, nani atanisikiliza? Lakini Mungu akaniambia andika tu hivyo hivyo, kwa mbaye atapata hii siri atafahamu kwamba Kristo Yesu ni mponyaji wetu, ni tabibu wa magonjwa ya muamini, ni alipokufa msalabani alichukua magonjwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ndugu yangu aa, unaweza ukajipatia kitabu hiki na tutakuwa na series, kwa ambaye sio msomaji, tutakuwa na mfululizo wa vipindi ambavyo nitakuwa nazungumzia kuhusiana na, na uponyaji kuhusiana na vitu ambavyo vinakuzuia kupokea uponyaji, kuhusiana na vikwazo ambavyo vinazuia watu wengi kupokea uponyaji, jinsi gani ya kufahamu Kristo Yesu kama mponyaji wako, na jinsi gani hata wewe unayenisikiliza unaweza kupokea uponyaji kirahisi hapo hapo ulipo. Na vipindi hivi vitakuwa ni bure kabisa, ni wewe tu kuwepo mahali hapa, na naamini Mungu atakubariki sana naamini utamfahamu Yesu Kristo kama mponyaji. Nimetoa ushuhuda angu kwa ufupi, japokuwa nimetoa kwa sehemu ndogo na nimezungumzia hii tu swala la mgongo, lakini nilikuwa na changamoto nyingi ambazo mpaka leo nikianza kushuhudia hapo muda hautatosha. Lakini ndugu yangu, nikuhakikishia ya kwamba Yesu Kristo alichukua magonjwa yetu yote na sisi hatuna haja ya kuyabeba. Kazi aliyofanya msalabani ilikuwa ni kazi kamili, ndio maana alipomaliza kazi ile akasema, imekwisha. Hatuna haja tena sisi ya kuendelea kuteseka, hauna haja tena kuendelea kubaki kwenye mateso, hauna haja tena hiyo hali zidi kusumbua. Na kwa kuzifahamu siri, kwa kufahamu kweli ya neno la Mungu, utatoka hapo ulipo na kuishi katika uhalisia ambao Mungu anataka kuishi. Tukutana katika kipindi kinachofuata na katika mfululizo huu wa ha, kuma, mafundisho na masomo kuhusiana na uponyaji kutoka kwenye hiki kitabu kinachoitwa Uponyaji kutoka Mbinguni. Naamini Mungu atakubariki sana, naamini umebarikiwa na, na ushuhuda wangu. Kama umebarikiwa, unaweza kuandika chochote kwenye komenti, ama kama naona ushuhuda ambao unaweza kushirikisha na wengine nao wakajifunza na wakamjua Yesu kama mponyaji, unaweza pia ukauandika kwenye comment hapo section, na Mungu atakubariki sana. Naitwa Best Katunzi. Mungu akubariki sana, amen, amen.